We wadako, welcome back to my youtube channel. Kama kawa kama dawa, ni Sanje mda kwa Gulf. Sasa wadako, saa hii, wacheni tuongelelee story ya Cicilia Achieng, huu dem mwenye alikufia kwa barabara alipata accident akiwa amelewa. Nyinyi wasichana kama pombe imewashinda, wacheni kukunywa pombe. You tell me, unakunywa pombe yenye inakushinda? Mimi hata silaumu, silaumu Cicilia Achieng mimi nalaumu beste zake, beste yake mwenye alimuita, anajiita Sali. Sali chali yake ni Ronald. Sasa huyu Ronald ndio hata mpaka yeye ndio alirequest Uber hmm? yeye ndio alirequest Uber, walikuwa wote, wewe wakatoka, waka wakaachana na na Sali. Sasa Sali akaanza kupiga eh, vita. Walitoka Sali na Ronald, walitoka wakaacha Achieng Achieng, apeleke kwao kwa sababu dis, wanasemanga Jehubi nasemanga desine, destination, destination mali hiyo e, route ilikuwa inafaa ifike hiyo location, ni lazima ifike hapo, bila hapo gari hawezi kusimama. So according venye driver alikuwa anasema, huyu Cecilia Achieng alikuwa anamshika driver nguvu hivi, unaona anamshika mashati, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma hivi na huku nyuma sasa, huu driver yeye ana driver ameangalia steering, alafu na Achieng anamsumbua huku nyuma. Umeona Sisili amemsumbua huku nyuma sasa, ikabidi atafute mahali pazuri aweke parking, alafu fanya nini aweze kufanya nini kufungulia. So, jusa Achieng alikuwa ameanza kusema ati ati wamfungulie mlango. Yeye ni akina nani? Yeye ni akina nani unaona? Sasa si ndio taxi, taxi Uber akasema aje, mimi ni taxi Uber, mimi ndio nimeambiwa nikupeleke na nakupeleka mpaka kwako. Wewe relax tulia, mimi nikufikisha kwa destination yako, alafu fanye nini, nikuachilia hapo. sasa si amsikii aje? Huyo Cecilia akaanza aka, aka, aka, aka kupiga vita driver taxi. Then a Uberman akaamua kufanya nini? Kufungua mlango Cecilia akatoka nje. Sasa si amsikii aje sasa huyu Uber akakuja akafanya nini? Akapigia ule mwenye alirequest ambapo kwamba ni Ronald na Ronald ni alikuwa boyfriend wake eh, Sally. Unaona? So akapigia Ronald simu, akamwambia aje. Eh, huyu msichana mwenye mmeniachia hapa ananisumbua anataka kutoka hii, anataka kutoka yenyewe. Bado destination yake haijafi haijafika. Sasa Ronald alisema aje, wachana na yeye ni mtu mkubwa. Na huyu Sally alikuwa amefanya nini? Amelewa. Unaona, huyu Sali amelewa mali. Mimi naweza kusema huyu driver kidogo ako na makosa, hangemfungulia mlango okay, na hata kama angemfungulia mlango angetoka nje am control. Umeona, according in your opinion yangu. Sasa ii ni opinion yangu, huyu taxi driver pia y yako na makosa, wakati alikuwa anajua tu huyu mtu ya kwamba amelewa. Okay, huyo mutu, taxi, Uber, huyu mtu taxi huba alikuwa amejua huyu mtu amelewa angempeleka nje aenda hata am, am, amfatefate aone ni nini. Ukiangalia, watu wataanza kusema hati huyu ni kama anataka kurepu huyu msichana, huyu msichana. So unajua watu wanafikirianga mambo mingi. Sasa hapo ndio gari ilitoka nikagonga Cecilia, na Cecilia akaanguka kando, na Cecilia akakuwa mkufi. Unaona? Sasa huyu taxi driver wakati alimdrop hapo yeye akafanya nini, akatoka, which is huu driver alifanya makosa, alifanya makosa angemwacha Cecilia pale, no matter what. Hata angetafuta kamba afunge Cecilia mikono na miguu akae hapo ndani, hata ingewezekana angembeba amfinye kwa boti bila kupumua, so that amfikisha kwa destination yake location yake, afanya nini, ampwagiza hapo nje hata kama atalala hapo nje, afike alale, pombe niniyako jue akunie pombe ishe kwa kichwa, lakini at least amemfiki amemfikisha. Reason number two, another thing is, hao mabeshte. Chagueni mabeshte wenye mnaweza kaana wao. The reason why I don't have beshte, this nonsense. Hii ujinga kama hii. Jo tell me, u dem alikuwa ameenda competition ya pombe, alafu kienda kukunywa pombe. Kuna ule mtu mwenye anakunywanga pombe ya rakaraka, kuna ule mtu mwenye kichwa chake iwezi kukaa na pombe, iwezi kukaa na pombe, mtu anakunywa tu tote ashalewa. Unaona? Kuna ule mwenye anakunyonga pombe, anakunywa pombe, anakunywa pombe, anakunywa pombe. Umeona? Na alewi, lakini ukienda tu pale kwa club, ukikunywa tutoti, ushalewa. Kichwa chako ni nyepesi, hiyo haiwezani na pombe, unaona? Sasa nini kitu mali nimekosa, nime nisijaelewa ni wakati huu. Cicilia, alikuwa mlevi, haangepata mahali pa huyu, anaweza kumfungia hata asitoke ama Ronald, Ronald na na sla, na Ronald u na girlfriend wake hmm? Sali walikuwa wamepanga njama ama walikuwa wanataka kua best yake juu, tell me, huyu mtu ni mlevi alafu unachukua taksi ni taksi huba O, okay, una request taxi huba. Huba inakuja na wachukua. Sasa, instead ya nyinyi kukaa na huyu mtu mushike msapoti mpaka hiyo destination ya huba ifike location, huyu mtu wa huba amekishua, amewaeka ame, ame, ame hapo kwa location afanye nini? ya arudi hata ingekuwa amekufia kwa nyumba yake ni well and good, lakini anajua alikufia kwa barabara alikufia kwa barabara, aki, pombe zingine zinakuanga na msukumo a na ndiye alikuwa amegraduate. Wewe unaimagine venye huyu baba yake ama mama yake alikuwa ameharibu pesa zote kwa huyu msichana, ambapo kwamba hata mama hakukuwa amejenga nyumba, baba hakukuwa amejenga nyumba. Yaani alikuwa anajisacrifice kwa Sali ili Sali afanye nini? Aweze kupata elimu bora. Na Sali alikuwa clever upstairs, not Sali, Cecilia. Cecilia alikuwa kileva upstairs kwa sababu maana ndio mama yake amemsomesha mpaka kufika hapo. Sasa mama yake anakuja anasema ati msichana wake ame alikuwa amempromise kujenga nyumba, we hatari. First of all naweza kulaumu wakina Ronald, Ronald na Sally, mimi na walaumu taxi driver huba, mimi na mlaumu the most juu yeye, hata kama yeye hata fadhali angepaki hiyo gari hiyo location tu apaki tu pale, apige simu. Hata angepiga simu hata kwa kituo cha polisi, aseme mimi nimekwama, niko mahali fulani, na mimi ni taxi driver, nim, nim, nim, nim, eh, nimepewa location, nipige nipeleke nini, nini, nini, nini, nini, huyu mtu ni mlevi, huyu mtu ananisumbua, polisi mahali popote mkuje. Juu alikuwa kwa highway, alikuwa kwa highway apo Thika. Unajua Thika kunakuanga very yani nakuanga highway kama Mombasa road. Yani gari huku na huku. Rrr, rrr, rrr, rrr, rrr, gari hazipumui. So pale usipokuwa careful unapitangwa kama umechotwa. Unaona? Sasa huyu dema akapita kama amechotwa. Sasa mimi sijui gari ilimchota, ilimchota ikampeleka mpaka mbele huko huko flyover ama ilimfanya aje. Ama ilimtoa flyover juu ikamrukisha chini. Jutelimu dema alikuwa mlevi. The moment umekuwa mlevi pombe ndio inakuanga tu ina control. Alafu, ukienda vizuri deep down, tena kuna msukumo na hata kando ya msukumo, mimi nalaumu marafiki zake, I'm telling you. Mimi nalaumu marafiki zake, mimi siwadanganyi, hii nawaambia ukweli. This is fact, mimi nalaumu marafiki zake. Ingelikuwa Ronald na Sali, wangemwacha tu Cecilia, venye alikuwa, angekaa tu chini atapike atkojoe ajikuninilie, alafu afanye nini ili apate nguvu ya kufanya nini, ya kutembea. Pombe ingesha kwanza, pombe inashanga haraka. Wangetafuta tu lemon, lemon na wamufinyie hivi tu kwa, kwa, kwa nini kwa kwa mdomo na ameze, anatapika, ep angetapika pombe yote, ep ingetoka mpaka kwa mapua, lakini hawa marafiki zake pia